Pengine kama kuna mtu ambaye anatuangalia sasa hivi na angependa kuja uh, Korea, iwe kwa kusoma au kwa ujasiria mali, ungemshauri nini? Kuna vitu gani ambavyo inabidi afanye kabla ya kuanza safari yake ya ke, kuja Korea Kusini? Hizo uh, njia zote mbili, ya kusoma au ya biashara, kila njia ina process yake, kwa hiyo afatilie tu process vizuri. Uzuri wa Korea, ukishakamisha dokumenti zako vizuri, kila kitu kinachohitajika, kwa sababu I, e, ukiingia kwenye website ya embassy pale kuna maelekezo ya kila visa unaotaka kuomba. Kama unataka kuja kwa visa student kuna dokumenti zake ambazo unatakiwa uwe nazo. Kama unataka kuja kwa visa ya business una dokumenti zake ambazo unatakiwa uwe nazo. Kwa hiyo ni kitendo cha kufanya research kwanza, na nataka kwenda kwa njia gani, dokumenti kuziandaa kwa wakati, then unakuja unaomba visa, inakuwa rahisi kwa kutofauti na wale wanakuwa wengine wanaandaa documents nusu nusu, unakuta unaenda immigration unarudi, unaenda immigration unarudishwa, mpaka wengine anakata tamaa, lakini ukiwa umeka kila kitu kiko kilivyokuwa kinatakiwa kupata visa ya kuja huku inakuwa rahisi. Kwa ni mtu tu aangalie nini kinahitajika, oh, akusanye dokumenti zake vizuri, ahakikishe kila kitu kilichokuwa kinahitajika kimekamilika, inakuwa rahisi kwake kuingia Korea.